Shule zetu wamiliki wake ni Watanzania na zinaendeshwa na Watanzania, zinafata mitaala ya Tanzania, hazina uhusiano na mtu yoyote nje, na wala hazina uhusiano na hilo jaribio la, la mapinduzi ya Uturuki. Ila labda kuna watu wanataka kutaka kuingiza siasa kwenye shule, na sisi hilo halituhusu. Zaidi hatutakuwajua kina nani lakini nyinyi wanahabari mnaweza mkawauliza hao, kwa nini wanafanya. Lakini sisi tupo hapa kisheria na tunafanya kazi zetu na tuna tunakidhi mahitaji yetu kisheria. Uongozi wa Fedha eh, unatumia mkutano huu wa wanahabari kuwaondoa hofu wazazi na walezi na jumuiya ya Feza ambayo imekuwa inazagaa kwamba shule hizi zitafungwa. Mtu anayevumisha kwamba shule hizi zitafungwa kwa sababu ya hii na hii na hii e, ni mtu ambaye anahofisha e, watu wasifanye kazi zao, lakini sisi tunataka kuwahakikishia kupitia wanahabari, hakuna jambo lolote ambalo serikali na sisi e, limeshatupa notice au nini. Tunaendelea na shughuli zetu kama kawaida, na uvumi unaenezwa, basi wao hawa watu wanaoeneza wana ajenda zao. Shule zetu zitabaki kiwanda cha kuzalisha Watanzania wazalendo ambao popote watakapokwenda watakuwa tumaini la kuonyesha kwamba Tanzania ina watu wastaarabu na wapenda amani.